Leo tuko hapa kwa ajili ya kuzindua uh, sera yetu ya ulinzi wa mtoto. Mtoto anastahili apate haki zake, lakini bila kuwa na kitu kinachomlinda, unakuwa hujathamini utoto wake, na utoto wake haujakamilika pale ambapo unakuwa unamlinda mtoto wakati unapokuwa naye, hasa kipindi hiki tunachokuwa nao shuleni. Lakini tuna haki ya kuheshimu na kusikiliza matakwa na utashi wa mtoto. Na hii sera imetupeleka katika mambo mengi. La kwanza ni kuhakikisha mtoto analindwa kwa heshima zote na adhabu inayotolewa kwa mtoto iwe ni adhabu ambayo imethibitishwa na Wizara ya Elimu, hasa katika upande wa viboko. Sisi inatueleza kwamba mtoto anapokuwa amekosea unapompa e, adhabu lazima adhabu ithibitishwe isibit, na mkuu wa shule. Na baada ya hapo, mkuu wa shule yeye ndiye mwenye maamuzi ya kuona kwamba ana haki ya kuadhibiwa au hana haki ya kuadhibiwa. Lakini kingine pia ni kuangalia mtoto anavyoishi. Unajua, katika shule yetu tuna watoto wa kike na watoto wa kiume, kwa hiyo tunakuwa na ulinzi maalum kwa ajili ya watoto wetu wa kike na watoto wa kiume na niwa, ni, ni waombe wazazi wasiwe na wasiwasi tunapokuwa tuna watoto wao, kwa sababu tayari wameisha tuamini na kutukabidhi watoto wao watupe watoto wao sisi. Hii sera tuna uhakika itasimamiwa, tuna viongozi wa kutosha Atlas. Sisi tuna kitu kinaitwa top top management. Top management ina viongozi sita, kuna wakurugenzi wawili, kuna msimamizi wa viwango, kuna mwenyekiti wa shule zetu tuna meneja rasilimali watu, kwa hiyo hawa ndio wanaoungana na viongozi wakuu wa shule ambao ni walimu wakuu wa shule zote na kutengeneza kitu ambacho kinaitwa uongozi wa juu wa shule. Kwa majina naitwa mwalimu Wilbrod Prosper, ni mdhibiti ubora wa shule za Atlas na mshauri wa watoto, walimu pamoja na wazazi katika sera hii sio kwamba inamzungumzia mtoto peke yake, imemzungumzia pia anayemhudumia mtoto. We unauliza kuhusu mwalimu, lakini sisi hatuzungumzii mwalimu peke yake, tunazungumzia dreva, tunazungumzia anayemsafirisha labda ni, ni wale wanaowasaidia madreva, sawa eh? Wapishi, tunamzungumzia anayefagia, anaye anayefua nguo wote hawa wanahusika katika malezi ya mtoto, tunamzungumzia pia mzazi. Kwa hiyo mtoto huyu anaweza akaja shule akaleta taarifa kutoka nyumbani kwamba anko au mjomba amenishika sehemu za siri, sawa? Lakini mtu pekee anaweza kumsikiliza ni mwalimu, au kinyume chake, kitendo kile kile kikafanyika shuleni. Sasa kwenye ile pat ambayo tunasema code of conduct kuna utaratibu wa kila shule. Sisi tuna utaratibu wetu. Um, kwa majina naitwa Joseph Msafiri Mjingo, mkuu wa shule Atlas Madale. Jambo kubwa tulifanya leo ilikuwa ni kuzindua sera za kumlinda mtoto. Mtoto tunayemzungumzia ni mwanafunzi tuliye naye hapa Atlas kwa ujumla. Kulingana na watoto wetu hawa, ni sehemu ya kuwaonyesha upendo tulionao kwao kwamba unapokuwa na upendo kwa mtoto lazima umlinde. Sasa unamlinda vipi? Lazima kuwe na utaratibu. Kama ambavyo unaona wanafunzi wamevaa sare, basi kila wanachokifanya kinapaswa kuwa ni sare, na hata linapokuja swala la maisha yao hapa shuleni yanapaswa kuwa yote ni sare. Kama ni adhabu, basi ziwe zinafahamika ni adhabu zipi, lakini zisiende kinyume na utaratibu wa wizara, kinyume na utaratibu wa serikali au kinyume na utaratibu wa sheria zilizopo za kimataifa. Kwa hiyo, yote hayo tumeangalia lakini zaidi sana tumeangalia na mazingira yanayotuzunguka sisi. Tuna mazingira yanayotuzunguka sisi kwa maana ya wanafunzi wetu wanaotoka maeneo gani? Si ndio? Unaweza ukawa tu sisi tuko hapa unatoka unapokea wanafunzi wenye tabia mbalimbali. Sasa yote hayo tumeangalia tukachanganya na za wizara ili tuweze kutengeneza jamii ambayo baada ya muda mfupi ikiwezekana baraza la mawaziri litoke Atlas. Kwa jina naitwa naitwa Abi Mnemwa, nipo darasa la tano redi kutoka Atlas Madale campus. Mimi kama mwanafunzi wa Atlas nikipewa adhabu na mwalimu kama sijafanya kosa lolote nakuwa najisikia vibaya, pia naumia. Hapana, hapana, sijawahi kupewa adhabu yoyote ngumu kama hiyo naitwa Snura Mushi. wengi wanapenda kuniita Snu Sexy Snu Fire chura majanga yaani, hivyo. Kwa habari zote za masta wote unaowajua wewe, nataka kujua habari zangu, ngoma zangu, video zangu, drama kidogo, yani kuna mambo mengi sana ambayo waga yanaendelea, kwa masta yote utayapata, ni pale ambapo utakapo download apia Global Publishers utajua kila kitu, utafaidi kila kitu. Utopitwa hatana kitu kimoja. Nisikize mimi.